Hadithi ya kivita: Ngoma ya Vita ya Mji wa Nyota. Miaka mingi iliyopita, katika bara la Sangara kulikuwa na mji maarufu ulioitwa Mji wa Nyota. Mji huu ulikuwa na hazina ya kale iliyoitwa Ngoma ya Vita, ngoma ya kichawi iliyosemekana kumpa ujasiri na nguvu yeyote anayepiga midundo yake sahihi. Lakini hadari za hazina hiyo ziliwafikia maadui wa mji huo. Jeshi la Mbweha wa Jangwa likiongozwa na Kamanda Jalali, mtu mjanja na mwenye tamaa ya madaraka. Amani, kijana jasiri wa mji wa Nyota, mwenye moyo wa ucheshi na upendo kwa watu wake. Lulu, mpiganaji mwanamke anayeongoza walinzi wa hazina, mwenye hekima na ujasiri wa kipekee. Polo, rafiki wa Amani, mpishi wa jeshi anayependa kula kuliko kupigana. Kamanda Jalali, kiongozi wa Mbweha wa Jangwa, mwenye hila nyingi. Sefu, mwanajeshi wa mji wa Nyota anayebeba siri ya usaliti. Siku moja, walinzi wa mji waligudua kuwa mtu fulani alikuwa akijaribu kuiba ngoma ya vita. Lulu aliita mkutano wa dharura kwenye ukumbi wa mji. "Kuna mtu anayetaka kuipeleka hazina yetu kwa Jalali," alisema. Wakati huo Amani aliinua mkono, tukimkamata msimisahau mimi, nitapiga ngoma hiyo kabla haijaibwa. Kila mtu alicheka, lakini walijua hali ilikuwa hatari. Usiku mmoja, Amani alimfuata Sefu akihisi kuna jambo. Sefu akiwa na macho yenye huzuni alikiri, niliahidi Jalali kumsaidia kwa sababu aliniahidi kuokoa familia yangu, sikujua angeharibu mji wetu wote. Amani alimshika bega na kusema, Sefu, bado unaweza kubadilika, simama nasi. Asubuhi ilipofika, jeshi la mbweha wa jangwa lilivamia kwa ghafla. Lulu alipiga baragumu, Amani akaingia mstari wa mbe, huku polo akikimbia huku akisema, subirini, nimesahau sufuria yangu ya wali. Walinzi walipigana kwa ujasiri, huku adui akizidi kusonga mbele walifanikiwa kuwalazimisha kurudi nyuma, lakini majengo kadhaa yaliteketea. Jioni Sefu alijaribu kumpelekea Jalali ramani ya mji, lakini alisimama ghafla, akakumbuka maneno ya Amani, akarudi na kuwapa Lulu na Amani ramani hiyo, akawaeleza mpango wa Jalali. Mnapaswa kutumia ngoma ya vita, midundo yake itawaunganisha wanajeshi wote, alisema. Siku ya mwisho, Jalali aliongoza mashambulizi makubwa. Amani na Lulu walikusanya wanajeshi karibu na uwanja wa ngoma ya vita. Polo, bila kuacha mzaha, alisema, "Mkiniona nikipiga ngoma vibaya, najua nimechoka njaa." Amani alianza kupiga ngoma ya vita kwa midundo ya nguvu. Wanajeshi wa Mji wa Nyota waliungana kwa ari moja, walipigana vikali na kuwashinda mbweha wa jangwa. Jalali alikamatwa akiwa amezungukwa na walinzi. Hata baada ya ushindi, waligundua Sefu alikuwa amejeruhiwa vibaya akijaribu kulinda ngoma ya vita. Alisema kwa pumzi ya mwisho, "Nilitenda makosa, lakini nimeyarekebisha. Linda mji huu." Alifariki akiwa na tabasamu, walimzika chini ya mti wa mwaloni na kuimba wimbo wa heshima. Mji wa Nyota ulirudia amani. Amani, Lulu na Polo waliketi kwenye ukumbi wa kifalme wakikumbuka ucheshi wa ziku za vita na ujasiri wa rafiki waliopoteza maisha. Ngoma ya vita ilihifadhiwa tena, si kama hazina tu, bali kama ishara ya mshikamano na msamaha.